Ukweli mchungu: nyumba nyingi hupata nyufa, unyevunyevu, kukaa vibaya au hata kuporomoka si kwa sababu ya kuta au paa, bali kwa sababu ya material ya msingi ilichaguliwa bila kuzingatia aina ya udongo. Faida na hasara za msingi wa mawe, bloku na tofali za kuchoma, hapa nataka kuwaletea hizi faida na hasara za msingi wa mawe bloku na tofali za kuchoma. Msingi usio imara ndio chanzo kikubwa cha nyufa. Nyumba hupasuka kukaa vibaya na gharama kubwa za marekebisho. Watu wengi huchagua material ya msingi kwa mazoea au ushauri wa mafundi bila kuzingatia aina ya udongo uzito wa jengo na eneo. Hapa sasa nimeelezea kwa lugha rahisi kabisa faida na hasara za kila aina ya matirio inayotumika kwenye msingi. Msingi wa mawe, faida: imara sana, hubeba uzito mkubwa, hasa kwenye udongo wenye changamoto, mchanga, magadi, maji mengi. Huzuia unyevunyevu kupanda kwenye kuta. Gharama nafuu vijijini, kama mawe yanapatikana karibu, hutoa msingi wenye uimara wa muda mrefu sana. Hasara zake huchukua muda mrefu kujenga kwa sababu ya upangaji wa mawe. Mafundi wenye ujuzi huu ni wachache. Mijini gharama huwa kubwa kama mawe yanatoka mbali. Hiyo nilikuwa naelezea faida na hasara ya msingi wa mawe. Sasa msingi wa tofali za bloko, naelezea hapa. Faida yake, ujenzi ni wa haraka sana kwa sababu bloko zina saizi sawa. Inafaa sana maeneo ya mijini ambapo bloku bora hupatikana kwa urahisi, huwa na umbo zuri na mpangilio rahisi wa msingi. Hasara zake sasa, haifai kwenye udongo dhaifu, mchanga mwingi, magadi, chemichemi, bila usimamizi wa mhandisi. Mhandisi hapa ni Kiswahili, Kiingereza ni engineer. Bila usimamizi wa engineer, gharama huongezeka sana kwenye ardhi dhaifu, kwa sababu ya kinga za ziada. Vijijini hupatikana bloko zisizo na ubora zinazopukutika hai. Hizo zilikuwa ni faida na hasara za msingi wa tofali za bloko. Sasa ni msingi wa tofali za kuchoma. Naanza na faida: inafaa sana vijijini, bei nafuu na hupatikana kirahisi, huduma hizi kwenye udongo imara kudumu vizuri kwenye udongo imara, inafaa kwa nyumba za kawaida pia hata za ghorofa. Hasara zake sasa, haifai kwenye udongo dhaifu bila ushauri wa injinia au mhandisi, hutumia simenti nyingi na tofari nyingi Sementi huwa gari zaidi vijijini. Tukisema sementi huwa gari, sementi zinakuwa gharama zaidi vijijini kuliko mijini. Hizo zilikuwa ni faida na hasara za msingi wa tofali wa kuchoma. Ushauri muhimu kabisa: usichague material ya msingi kwa sababu jirani ametumia, ni rahisi kupata, ni ya bei nafuu. Chagua kuzingatia aina ya udongo, uzito wa jengo liwe ghorofa au ni jengo la kawaida yani la chini sio la ghorofa, eneo uliopo, mjini au kijijini, upatikanaji wa mafundi wenye ujuzi mzuri, pia bajeti yako. Kumbuka, makosa ya msingi hayaonekani haraka, lakini yakianza kujitokeza gharama yake ni kubwa kuliko gharama ya kujenga msingi sahihi tangia mwanzo. Unahitaji ramani na ushauri wa ujenzi? Basi wasiliana na Mjenzi wa Nyumba TZ kwa simu namba 0712937090. Na kwa WhatsApp namba 0765937090. Kama hujaona vizuri angalia hizo namba zinazopita hapo chini ya hii video. Nakwambia kazi ile ambazo tunazifanya, tunaanza kuchora ramani za nyumba za aina yote, yaani ramani ya nyumba ya ghorofa au nyumba za kawaida, hajalishi matumizi gani, iwe mashule iwe mahoteli, zote tunachola, hata kama ni nyumba za kuishi. Pia tunajenga nyumba za gorofa na nyumba za kawaida, hata kama na chumba kimoja, vyumba viwili, na nyumba kubwa, zote tunajenga. Tunapaua majengo aina yote mapaa yao ya, ya kuficha bati au ya kuonekana, mapaa ya kwa nyumba za za kawaida au za gorofa, zote tunapaua. Tunapiga plasta majengo ya aina yote na ukubwa aina yote, yawe mapaya, ya yawe iwe plasta kwenye nyumba za kuishi iwe plasta kwenye nyumba za mashule, majengo ya mashule iwe hoteli na majengo mengine yote. Tunafunga gypsum board, yani tunaanza kupiga blundering na kufunga gypsum board na kuweka ule urembo unaohitaji eh, kwenye nyumba za aina zote na mtu mwenye uwezo wowote wa fedha, kwa sababu pesa ni mapatano tuna skim tunaanza kwanza kuskim na kisha tunapaka rangi kwenye majengo ya aina zote, iwe ni ndani ya jengo au nje ya jengo, na tunamaliza na kazi ya mwisho ya kujenga tiles. Hii wengi tunaitwa marumaru, ziwe tiles za ukutani au ziwe tiles za chini, kwa maana kwamba floor au sakafu, iwe ni ndani ya nyumba au ni uwanjani, hizo zote tunafanya uwasiliana na mimi kwa namba hizo ulizoweza kuendelea zinapita hapo. Pia zingatia, Mjenzi wa Nyumba Tz tunatoa elimu bora za ujenzi kuanzia hatua za ununuzi wa kiwanja mpaka unajenga na unahamia ndani ya nyumba yako. Ili uweze kuendelea kuzipata elimu hizi, hakikisha una subscribe. Itajitokeza alama ya kengele hapo chini, utaigusa, utakuwa na uhakika wa kupata elimu za ujenzi kila ninapoziposti, ni kila siku kwa moja kwa moja usisahau kusubscribe kulike kucomment na kushare account hii ya mjenzi wa nyumba ili na wengine wengi waweze kuzipata elimu ninazozifundisha hapa. Shukrani sana na asante sana.